Juzi Dr Fred Matiang'i alikuwa kule katika Jubilee. Wale wenzetu wa United Opposition, Mheshimiwa Kleofas Malala ambaye ni SG wa DCP, wakae na chama yao waache kuingililia mali. Dr Fred Matiang'i amesema ataenda. Ili tuende mbele katika hii United Opposition, lazima kila chama iheshimu chamangine, lazima DCP waipa die pekee Jubilee yu pia na zile zote ziheshimiane ndio tutafikiana tuende kula mbele. Nikimaliza kabisa, niambia watu wetu hapa tumekuja hizi njia ni mbaya. Sasa nyinyi ni Wakenya mnahitaji mwekewe lami, si ndio? Si mnahitaji mwekewe lami. Uzuri ni kuwa huyu Dr. Matiang'i ni hapa neighboring, hapa Kisii kwetu kuja hapa Masai. Wacha ingie kwa kiti na kuwa si mbali na hapa ndio hata sisi tunaweza fanya nini? Kukuwe na lami hapa.